Lakini wengi wao walikuwa, Sheikh Salim, leo anasema tunapata darasa la saba. Enzi hizo hata wa darasa la saba hamna. Enzi hizo hata wengine wa darasa la saba hawajasoma walikuwa wanahesabika tu, hawa ndio wamesomasoma, hawa ndio hivi, hawa ndio hivi. Sasa leo hii kiongozi ambaye yupo anaangalia anasoma zaidi na kuona kwamba ulimwengu sio ule ambao tumetoka nao sisi. The Islamic Foundation tuna kiongozi wetu Arif Mbaraka Nahdi salamahullah huwa anatoa mfano, anasema viongozi wanaiangalia hii chupa kwa juu, lakini wale wanaiongoza wanaongozwa wanaangalia pembeni pembeni tu. Anayeangalia kwa juu huwa anaona vitu vyote, kwa hawa viongozi wameona vitu vyote, na mimi leo nimeshuhudia, kwa sababu leo hii mimi nilikuwa najiuliza mahadi mamshafi kulikoni, na kwenye mitandao kiasi ambao na kiasi ambacho wanakuwa ni maedita, wataalamu wa kompyuta, alafu wanaweza kuediti muhadhara wa shehe vizuri lakini sio hivyo, tunapata pata kwenye magrupu yenu, mara Kiingereza mara nini mara, kumbe ndio leo tumekifahamu hapa, ambapo hii ni neema kubwa sana kwa sababu hata kwenye mashule, si tuna mashule mengi tu, hata kwenye mashule unakuta kwamba kijana akikutana na mwalimu wa secular unakuta alikuwa anamezwa, yani tena hata Kiarabu chake hata kukionyesha, masomo yake hata kukionyesha Matokeo yake mtoto badala kumwambia, ya kumwambia uscot yeye anamwambia quiet. Umeona, amehama kwenye kile ambacho anakijua na anahamia kwenye kitu kingine. Lakini napenda nikuimizeni kuwa haya miakamate yote, msichukue mfumo kwamba mimi nimekuja hapa dini tu bwana, mimi sijaja kusoma hii shehe, mbele hapo utapata shida. Kwa sababu ogoro lililokuwepo, hizi simu ambazo tunazipenda kuzitumia tumia hizi, hizi, nazo zinataka utaalamu. Usije ukawe akili yako tu ya kuzaliwa basi ndo natumia, matokeo yake siku unaweza ukatuma kitu kibaya sana cha kukufedhehesha, cha kukuharibia mustakbali wako wote. Lakini ndugu zangu, napenda nikwambieni ya yakuwa sisi chuo hichi tulikienzi sana kiasi ambacho ndio maana mpaka leo hii hata taasisi yetu ya The Islamic Foundation nakuta kijana akitoka kwenye kwenye chuo cha Mahdi Imam Shafi'i na vichuo vingine vya Tanga, ambavyo tunavitegemea, unakuta kwamba swala la shaka ya akida yake hakuna. Na hili waulizeni wenzenu waliotangulia ambao wapo, tumewachukua katika mji wa Morogoro katika mashule yetu lakini alhamdulillah tunakutoeni shaka kwamba kuna walimu wa kike mmetuletea, ndio mstari namba moja, kuashiria kwamba wanajitahidi kuhakikisha kwa akida iko sawa. Lakini si hivyo katika maombi, ndani ya maombi vikao vya The Islamic Foundation unakuta bado vinajua na kutambua kwamba Markazi a Ansar kupitia vyuo vyake ina vijana ambao wakimaliza huwa wanajitolea takriban ya vikao viwili zimetolewa proposal ya kuwa kwa nini tusiombe tuwatumie hawa kwanza, halafu tukiwaona wazuri waendelee. Maana yake ninyi mmeaminika, hamjaaminika kisifa, bali mmeaminika katika manhaji yenu mlokuwa nayo. Wasia muhimu, wasia muhimu, ndugu zangu, usije kabisa ukaridhika na elimu yako waliochukua sasa hivi, ukawa na wewe ni mpenda midaharo Usiridhike, usiridhike kabisa. Itumia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ana zaimun bibaitin fi rabadi ljanna liman taraka lmiraa wa inkana muhiqan. Mnafahamu hadithi hii? Kwa nini nasema nyinyi msitumie? Msitumie kwa sababu kwanza nyinyi pamoja na kusikia marumbano, bado nyinyi ni wageni na ni wachanga kwa kazi hii. Pamoja na kwamba uko hapa, bado ni wageni na ni wachanga kwa kazi hii, lakini pia hebu ibariki kazi yako, kwa sababu unaweza ukenda sehemu kulingania, muda wote unatumia unataka waangalie, kuna mashekhi wa Bakwata kuna mashekhi nini, ngoja leo ni mkomeshe ushekhi. La, usifanye hivyo. Wasia wangu muhimu, jitahidini sana kurakizi mlicho kichukua na kuhakikisha mnaenda kukifanyia kazi ala basira, na wakati huo mwe mnawalingania watu kwa kuwaonea huruma. Salafu Salih ridwanullah alaihim wao walikuwa wanapata huruma, kuona huyu kwa nini hajawa katika mstari, hawakuwa wanamchukia wala wanambeza. Hili ni jambo la msingi mno ndani ya wasia huo. Tumepata habari kwamba mia saba hamsini toka mwaka ishirini, mwaka elfu mbili na ishirini mia saba hamsini mpaka sasa hivi waliofanyeje? Waliotakharraj ni kweli, nyinyi mnayo haki, sisi kaka zenu tuko wapi juu ya haya? Lakini ninyi mmezaliwa katika zama za fitna, mmezaliwa katika zama za fitna, na maanisha nyinyi elimu yenu mnayoipata, mpo katika zama za fitna sana, za maasi sana, za marumbano sana kuliko hata sisi kipindi hicho. Na za zama za fitna, nyenye mnajua ubora wake, alibadatu fil fi lharji kahijratin maa rasuli llahi sallallahu alaihi wasallam. Ibada anayeifanya mtu katika zama za fitna anakuwa ni mfano wa yule alohama na Mtume Muhammad kipindi cha shida, kabla alfathi, kabla ya ufunguzi wa Makka Almukarrama, malipo yake anayapata haya. Sasa mia saba hamsini mpaka dakika hii hivi mnadhania kama hichi chuo hatutokitangaza na hatutokuwa na umoja wa kukielezea na kutaja mazuri ya vyo, hivi mnadhania jamii inaweza ikaongoka? Kama sisi mia saba hamsini bado pengine tunalegalega, chuo kipo, lakini hatukitangazi na wewe unaona kama vile hukusoma kitu, unadhania tutafika wapi? Wallahi, naomba nikwambieni. Kwa haya mnayosema kwamba kila kona, kila kona ya Tanzania ukosi alosoma mahadi Imam Shafi, na kwa kuongezea ukosi alosoma Darululum na sehemu zingine. Lakini napenda niwaambieni, mahadi Imamu Shafi imesambaa mbali, kuna vijana wameenda mpaka South Africa, wameenda huko na walimu, imesambaa mbali na hichi chuo ndio chuo mkombozi, ndio chuo ambacho kinaogopeka na watu wa bid'ah, kinaogopeka na mahawarij, kinaogopeka na firqa allalala makundi mapotovu. Hichi chuo sasa, ndugu zangu nyinyi muwe wadau wa kukisemea chuo hichi na kukinusuru. Wallahi hichi chuo msipokinusuru ninyi, nani atakinusuru? wakukinusuru ni nini? Wakukielezea manhaji yake, vitabu vyake vinavyosomeshwa hapa. Na alhamdulillah, vijana wengi ambao Allah subhanahu wa ta'ala akawapa misimamo na wameona wako sawa zaidi, wengi wametokea, wametokea hapa. Asikudanganye mtu. Sasa mimi nazungumza hivi kwa sababu ni wa zamani, asikudanganye mtu wengi. Wengi unayokuta anaongea katokea wapi? Katokea hapa na faida ya hapa, miaka mingi imeteketezwa, kwa maana mtu kakaa muda mwingi. Lakini leo kijana ambaye umekaa miaka miwili mitatu, kweli wewe unaibuka, unaenda mitahani, alafu mpenda midaharo, subhanallah, unaweza ukatamka neno ambalo wewe likawa la milele kwako, kwa umekufa na bado unalo. Tusifanye hivi, tuhakikishe elimu tuliichukua tukapikue zaidi na hizi simu tulizokuwa nazo. Nawausieni, msione ni ushamba wa kurudi tena kwa walimu zenu, na mudiri yupo, na alhamdulillah, kila unavyomsumbua yeye ndo kama anapenda, kila unavyomsumbua yeye ndo kama anapenda. Mimi siku moja nikauliza shekhi, hii vipi unaandikaandika wewe, hivi naandika mwenyewe maona. Kwa hiyo tujaribu kuuliza ni mawaqii gani au maukii gani ambazo nzuri, kwa sababu hizi simu nazo zinapotosha. Unaweza ukafahamu ibara tofauti, na ulama wanasema, ibaratul ulama dakhma, ibara za wanachuoni ni nzito. Tafuta shabaka ambazo haswa zenye kutegemewa. Unaweza ukaingia shabaka na wewe ni kijana ambao umaliza thanawi, ukaingia kwenye shabaka ambazo ni hatari sana za kikhawariji. Rudi nyuma, endelea kusoma, waulize walimu wako. Nimalizie mazungumzo yangu kwa mahdi Imamu Shafi'i. Hii inapendwa na kila taasisi alhamdulillah, kila taasisi. Nikisemea taasisi yetu tu Chairman wa the Islamic Foundation Arif Mbarak Nahdi, taasisi ya Islamic Foundation, taasisi ya Ansar Muslim Youth, taasisi ya Ansari Muslim Youth ni sababu pia kuiweka sawa. Taasisi ya the Islamic Foundation pia ina mchango mkubwa mno, lakini taasisi ya the Islamic Foundation ni kupitia rais wake Arif Mbarak Nahdi bado unakuta yeye kama kiongozi akisikia kijana ametoka mahadi, yeye tamngia hata interview, hataki tunamwambia, a a utaratibu lazima tufanye interview kwa huyu wanafunzi. Hii ni ishara kuashiriwa kwamba nyinyi mmeaminiwa zaidi na zaidi. Nijibu risala yenu, kuna ambalo nimejibu na kuna yengine sijajibu upande wa vitabu kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mimi nimeangalia maktaba yenu sasa hivi imeshaini vizuri sana. Kipindi hicho maktaba yetu si likuwa ukundani, likuwa ilikuwa huko ndani ilikuwa ina nadhiq ilikuwa ndogo sana ndogo sana umeona, lakini alhamdulillah, Allah pia alitia baraka kwa hiyo